E, tunapoenda moja kwa moja ndani ya nukuu ya matumaini, wakati mwema tena wa kupendeza katika nukuu. Tunasema hivi mambo mazuri ya kupendeza ndani ya nukuu: uwe hodari na moyo wa ushujaa, uwe hodari na moyo wa ushujaa katika nukuu, maana wewe utawaridhisha watu hawa nchi naliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa uwe hodari na mtu mwenye moyo wa shujaa, maana ahadi zile Bwana alizoziahidi katika habari za nukuu, ni wewe umepewa na kutwika mabegani mwako, ya kwamba utawaridhisha watoto hawa katika nchi ya baraka. Usiofu wala kuogopa lolote, usiofu. Katika habari za Musa, kuondoka haikuwa rahisi, maana ni nani angekuambia baada ya kuondoka Musa ati Yoshua angeweza kuwavusha Israeli mpaka wapite mto Yorodani na ufike nje, hadi nani angekwambia? Ilionekana ni kama baada ya Musa kuondoka, basi Israeli kwisha na ni kama hawataendelea. Lakini angalie jinsi Bwana ufanya vitu kwa njia tofauti sana. Anamwambia nini Yoshua? uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana nimi wewe utakayewarithisha watu hawa katika nchi niliyowapia baba zao. Uwe hodari na ushujaa mwingi, uangalie kutoka sawasawa na sheria za zile nalizomwamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Uwe hodari na tena mwenye ushujaa. Je, kwamba wewe ndiye umepewa eh, nafasi ya kuwaridhisha watoto wao katika nchi ya hadi? Na inawezekana. katika safari ya watu waliobarikiwa na walio na matumaini kwa ajili ya kesho, hata licha ya udogo ulio nao, licha ya umri na masomo na kiwango na fedha wanakufahamu, lakini Mungu anasema uwe hodari tena mwenye moyo wa ushujaa, maana wewe ndiyo utakayewaridhisha watoto hawa katika nchi ya ahadi. Watafika salama, usiofu lolote. Usiwe na shaka ya kwamba baada ya kuondoka huyu tutafanya vipi, baada ya kuondoka huyu tutatenda vipi? Lililo la maana katika habari hizi za nukuu ya matumaini, asubuhi njema kabisa. Ikiwa Yoshua alipata uwezo, kibali mbele za Mungu na Israeli wakafika katika nchi ya ahadi, wakavuka mto Yordani, wakaangusha kuta nzito nzito, kama kuta zile za Jeriko zikaanguka zote chini, na Israeli wakaenda salama salmini mpaka katika nchi ya ahadi, wakawapiga maadui waliokuwa katika nji ile na kuiridhi, na kuteka anga na nchi kawa yao. Inawezekana, usihofu. Wewe ndiye Bwana amekuridhia. Na jamii yenyu itabarikiwa tokea kwako, watu wenyu watainuliwa tokea kwako. Nasema nini? Uwe hodari na wenye moyo wa shujaa sana, usihofu wala kuogopa lolote, maana maandalizi yake Mungu kwako ni makubwa. Na wewe ndiye amekuweka, baada ya hawa kuondoka utachukua nafasi, na mwisho wa safari utawafikisha wanakoenda salama, watumishi wa Mungu. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, mambo mazuri tena kupendeza sana Radio Fortune Africa that's number. Unaweza na kitu waike kwa njia nzuri tena kupendeza, Ili tuweze baba ametusaidia, tumetamba mitandaoni na tunaamini ya kwamba hata kule sehemu ya pili ya FM tutafika na pia tutatamba kwa njia nzuri tena ya kupendeza. Asante. Uwe hodari na mwenye umoyo shujaa, usirejee nyuma wala kukata tamaa. Mambo yote yanawezekana kwake Mungu aliyetupa uwezo na nguvu za kufika leo. Asante na salo.